Yo, watu wengi wanatamani wajue ni jinsi gani wataweza ku boost followers wao kwenye mitandao ya kijamii hususan kama mtandao wa kijamii wa Instagram. Watu wengi wanatamani waweze ku boost followers. Sasa leo nakuletea platform moja ambayo itakusaidia wewe ku boost followers wako wa Instagram na pia sio kwamba Instagram tu unaweza ku boost. Unaweza ku boost hadi TikTok, unaweza ku boost Facebook, unaweza ku boost pia YouTube kwenye upande wa subscribers na views. Sasa ni wewe uweze kuchagua unataka huduma gani kutoka kwenye platform hii. Leo naenda ku demonstrate kupitia akaunti ya Instagram ambayo nitatengeneza account mpya kabisa then nitaenda ku boost followers katika akaunti hiyo ya Instagram. Nenda ku demonstrate kupitia akaunti ya Instagram ambayo nilitengeneza ina followers 23 wakati na record video hii. Sasa, baada ya hapo tengia kwanza kwenye settings za Instagram then ushuke chini, nenda kwenye option imeandikwa follow and invite friends. Hakikisha unazima hiyo option ambayo imeandikwa flag for review. Baada ya kuzima hivyo, copy link ya akaunti yako kwa kubonyeza pale kwenye share profile then copy link yako. Then utaenda kwenye website ambayo inaitwa kuzachap.com. Baada ya kufanya hivyo, fungua kwenye hii website then nenda kwenye upande wa login kisha bonyeza pale then shuka chini kidogo, bonyeza kwenye upande wa create an account. Then, tengeneza account katika platform hii ya Kuza Chap kwa kujaza zile details zote ambazo zimeandikwa pale. Baada ya kujaza hapo login, then dashboard yake inaonekana hivi. Then, katika platform hiyo inabidi uweke hela ili uweze ku boost followers wako. Kwa hiyo utaenda upande wa ad funds, then utachagua pale, utachagua laini unayotumia ni ipi, na utaandika kiasi cha pesa ambacho unataka kuweza kukiweka ili kuweza kukitumia. Baada hapo utaenda upande wa order then utaenda ku make new order then utaweka pale unataka kitu gani ni service gani unaitaka utachagua utaweka link yako pale then utaweka order yako kama unataka followers wangapi kutoka kwenye account yako ya Instagram kwa mimi nitachagua nataka followers 1500 then nitaweka pale order yangu baada ya kufanya hivyo nita submit order na utaona kabisa pale juu imeandikwa order submitted then nitaweza kusubiria nitakuwa na refresh kwenye account yangu ya Instagram nitaweza kuona followers wangu wameza kuongezeka 1500 after some time na tumoto utakuwa umenielewa. Kama leo naomba siku kunifollow, like na kushare kwa marafiki zako na familia. Until the next one, peace out.